ya nchi kwa kuwa sasa kipimo cha shua kimeniakishia mimi niko negative. Je, naweza kupimwa vipimo vingine? Ndio swali ambalo kaniuliza kwangu. Mimi sina shaka yote ile, lakini nampa mtu miezi mitatu. Lengo la miezi mitatu ni kujiridhisha kuwa mtu huyu ameondokana kabisa na ule mstari mmoja miwili na umebaki mmoja, ndo lengo la kumpa mistari ya kumpa miezi mitatu. Lakini ni kuna utaratibu wa kutumia eh, mara moja au mara mbili, kutokana na aina ya grupu la damu, hadi kipindi cha miezi mitatu, kwa sababu ukisoma tafiti za wengine, virusi kwa mwezi wanaongezeka kiwango kikubwa. Sasa ndani ya miezi mitatu, kama wale virusi hawajaonekana, mstari unasoma mmoja kuna kila sababu ya kumruhusu aendelee na maisha mengine. Sasa atachagua, atachagua mtazamo wa kuishi bila viviu inawezekana, au atachagua mtazamo waendelee kula karanga, au aendelee kuishi na maambukizi, hata kama vipimo vipo, kwa ile lugha hawaonekani, kama nilivyoulizwa na mwanasiasa mmoja ambaye ni waziri. Ananiambia, Msigwa, anaambiwa na, na wataalamu wangu kuwa virus wamekuwa wamejificha, eh, ndiyo maana hawaonekani. Sikumkatalia kwa sababu so, huwezi kukataa mawazo ya mtu, lakini unaposema unachojua ni jambo moja, unatakiwa kuthibitisha ulichosema ndo jambo muhimu. Tofauti ya sayansi na tofauti ya elimu zingine, sayansi inaonyesha kile kitu ambacho kipo, elimu nyingine inaweza ikawa inatoa mifano kama hii sana na hii e, ita react hapo. Kwa hiyo utaonekana mstari unaokutambulisha wewe ni positive. Sasa kinachotakiwa kufanyika ni kuisafisha damu ili hii dawa isionyeshi kuwa damu yako imeonyesha mistari miwili kwa maana ya positive. Kwa hiyo ni mitazamo, ni mitazamo. Kwa hiyo hatuwezi kuzungumzia mitazamo ya watu, hapana. Kila mtu ana mtazamo wake katika safari ya maisha ni baadhi ya watu tu anaweza akaona mtazamo wake ni bora zaidi kuliko mtazamo wa mtu mwingine. Kwa kipimo unachopima HIV kuna vipimo, hacha kuangalia ile viral load kwa kampuni fulani au aina fulani ya taifa linatengeneza, hacha huko huko mbali sana, usiendi. Nenda kwenye hivi vipimo tu vya kawaida, viko aina ishirini na mbili kuna kipimo cha elfu moja kuna kipimo cha elfu tatu kuna kipimo cha elfu sita kuna kipimo cha elfu kumi kuna kipimo cha laki moja Inategemea na mfuko wako, na we unataka kupimwa kwenye kipimo gani? Sasa kwa mimi, research yangu mimi eh, na, napenda kuamini vipimo hivi kwa sababu kuu mbili tu, ili namjibu dada yangu kutoka Mtwara unawenda kununua boksi la kipimo shilingi elfu hamsini. Unafungua ndani ya boxi iko sildi, unafungua, unaweza ukakuta aina tatu ya vipimo. Kila kipimo kina tarehe yake. Mimi nakuwa na mashaka, lakini nilisaidiwa na kijana mmoja pale, vikagawanyika vipimo kadhaa, vikasema negative, vipimo kadhaa, vikasema positive. sasa kwa mtazamo wangu na kuwa na mashaka kuamini kitu kiliyotoka dukani, kiko sehemu, kimefungwa vizuri, kwa nini ndani kuna aina zaidi ya tatu ya tarehe ya moja? Inasema muda fulani wa kuharibika, moja inasema muda fulani wa kuharibika. Kwa hiyo ushauri wangu kwa dada yangu wa Mtwara ni kutuliza eh, fikra, ununue kipimo kizuri, ukisome ili ujue unachofanya na ufanye unachojua, ili kujiondoa mashaka na uondoe kizuizi, ili uweze kufanya safari zako, kama ni nje kama ni kazi au vipi, ili uwe na uhakika. Kwa hiyo ushaama unataka kuambiwa, e, unaweza ukaambiwa hata sio stahiki kuambiwa, lakini kwa sababu mwenyewe umetaka kuambiwa kitu ambacho sio sahihi. Wanasiasa wanasema ukiambiwa, changanya na za kwako. Kwa ni vizuri sana, unamsikiliza mtu kwa umakini, lakini unachanganya na ya kwako, kupima kile ulichoambiwa kina ukweli kiwango gani au hakina ukweli kiwango gani, ili uweze kujua. Sasa kwa nini huyu kakawia kwenye watu mia? E, na yeye ndio wa mwisho lakini tumejitahidi mpaka tumepata wiki. Katika kundi la kwanza la watu mia e, tumepata wiki. Kwa mtazamo wangu mimi, makosa ni mawili, na nimemwambia ukirudia tena, si ndio kusaidia, kwa sababu ni gharama zangu, na ninashinda kutwa nzima, nimekaa naifanya hii kazi bure, kwa hakuna chochote ambacho kanilipa, lakini lengo ni kumsaidia. Unapoanza kutumia dawa eh, kwa mfano umetumia leo eh, kesho kesho kutwa ukaacha kutumia ukakaa wiki ukatumia tena. Hapa kuna mitazamo miwili. <clears throat> mtazamo wa kwanza huu eh, ni wa wenzetu wanasayansi wa upande wa pili, wanasema eh, virus imekariri au imetambua shambulizi wanalo linalopigwa au dawa inaowasumbua. Kwa hiyo sasa, unapokatisha ina maana utapoanza tena tayari lile shambulio wameshalizoea, kwa hiyo hawawezi e, ku, kuathirika na lile shambulio ambalo wewe unalitumia. Kwa hiyo ile dawa itakuwa haifanyi kazi vizuri lakini ukatizama eh, kwa hivi vipimo, ukitizama zile video vizuri, utakuta kwanza, unapoweka ile damu inavyotembea, zinatembea aina mbili. Aina ya kwanza utaona inakwenda mpaka inaandika negative, inaweza kashika ikakaa mpaka dakika moja mbili, inakuja tena kiwango kingine au wingu lingine linatembea linakuja kuandika positive. Sasa mtu wa namna hii kwa mtazamo wangu mimi, ambao ndio maana huyu bwana ametukwamisha, ni kwa sababu ya kurukaruka kiwango cha matumizi ya dawa. Na hapa tatizo ni moja, lazima eh, tufahamu kwa ufanisi sana. Afrika asilimia kubwa tunategemea wenzetu watusaidie kwa asilimia kubwa, na nyiye mnaona siku hizi habari zinapatikana sana kwenye mitandao hizi e, nchi wanatusaidia sana kwa mambo mengi sana. Kwa hiyo ni lazima uchukue hatua madhubuti ya kujikagua au kujipa kila kukicha. Kwa hiyo kama hautokuwa makini, na usisahau tafiti yangu inaeleza mambo mengi sana kuhusu mambo, ni vitu gani vinafanya damu iriakti kwenye hivi vipimo vyetu vya bei rahisi, lakini kuna wajibu wa kuchukua ili, ili kuchukua tahadhari sasa. Hii ni gharama kubwa ambayo inatumika kwa kutumia kiwango hichi ambacho ni njia ya mkato. Mimi naleta njia ya mkato, njia isiyokuwa ya mkato ni lazima uangalie ini, uangalie figo, uangalie kiwango cha damu, uangalie vitu chungu nzima, na hawatu kupima bure, lazima ulipe Hospitali kama ni ya private, kama ni ya serikali itakuwa kidogo hafifu, lakini utalipa ili wakupime. Sasa hizo ni gharama na utalipa kwa muda kadhaa, yaani unaweza ukapimwa leo ukatumia dawa, baada ya miezi mitatu, baada ya miezi sita, wengine wanapima kwa mwaka, lakini yote ni gharama. Kwa hiyo utapojitambua na ukatambua wajibu wako ni nini, au ukachukua tahadhari, maana yake utakwepa hizi gharama zote eh, hazitokuwa upande wako. Ina maana bajeti yako badala ya kwenda kwenye afya itakwenda sehemu nyingine, kwa ni vizuri muhimu, lakini tafiti yangu inaonyesha kupunguza kiwango cha matumizi ya pesa. Kwa sisi tutawakilisha hili na tuko tayari kutetea hoja na kueleza tafiti, tunawezaje kuondoa hili tatizo kwa kutumia vitu rahisi sana. Hao wote chai waliotumia, ukinunua ee, ni takriban shilingi elfu nne mpaka elfu tano Kama tukiongeza kutokana na majibu ya damu yako jinsi ilivyo sasa, ukichukua kwa mfano, tuzungumzie ARV shilingi elfu kumi na tano kidonge sasa tusiendi elfu kumi na saba wenyewe wanasema elfu kumi na saba miaka hiyo na miaka kumi iliyopita mi nikutana na mtu mmoja e, profesa anafanya tafiti ya HIV bajeti yake ya watu thelathini ilikuwa ni milioni mia tatu ka pale milioni mia tatu tafiti yake kwa watu thelathini sisi tumetumia watu mia kila mmoja tumetumia shilingi elfu kumi na tano watu mia kila mmoja kwa hiyo utapiga hesabu e, watu kumi na nini elfu kumi na tano kwa watu mia ni shilingi ngapi alafu watu thelathini miaka kumi na tano ilaisha bajeti yao ilikuwa ni milioni mia tatu sasa tafiti yangu inaonyesha kiwango nafuu cha gharama na huu ndo ugomvi wa wenzetu na wenzetu Yani, mtu anabuni kitu fulani, mwingine anasema hapana. Maana yake ni mbinu ya kifikra au ni ugomvi wa kifikra. Huyu anavumbua hichi, huyu anavumbua hichi, kurahisisha maisha. Kuna mwingine hataki kwa faida yake, na kuna mwingine anataka kwa mtazamo wake. Kwa hiyo huu ni mtazamo wangu kuonesha kuwa tunaweza kuishi bila mistari miwili, kuishi bila VVU kwa kutumia kiwango kidogo na mtu akabaki salama. Hii ni 4A9 na uwiano wa 4A9 na kitu kingine, ndio tunapata jibu la kufanya damu isome mstari mmoja.